Hikma ya leo inasema man lam yashkur niama fakad taaradha lizawaliha wa man shakaraha fakad kayadaha biialiha, mtu ambaye hazishukuru neema za Mwenyezi Mungu basi atasababisha zile neema kumuondoka, na yule ambaye anayezishukuru neema za Mwenyezi Mungu basi atakuwa kama kwamba kazifunga kwa kamba, haziwezi kumponyoka zile neema kwa, kwa hiyo hapa tunapata somo kubwa sana kwa sababu sisi binadamu na viumbe wote ambao wanaishi katika ulimwengu tumezungukwa na neema nyingi sana za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambazo hazihisabiki. wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha, ikiwa mtataka kumuzihisabu neema za Mwenyezi Mungu, hamwezi kuzihisabu. Kila sekunde, kila dakika ambayo mtu anaishi, basi kazungukwa na neema za Mwenyezi Mungu, anaogelea katika neema za Mwenyezi Mungu. Bali hata ile pumzi ambayo mtu anapumua ni katika neema kubwa sana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaipata neema ile bure bila ya kulipa chochote. Wa hakika Mwenyezi Mungu katuneemesha neema nyingi. Sasa ni, ni sababu gani au ni kitu gani ambacho kitapelekea sisi kuweza kuzihifadhi neema zetu na kuzilinda zisiondoke? Lakini vipi tutaweza kumfanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atuzidishie zaidi katika neema nyingine ambazo hatunazo? Basi kitu hicho ni shukurani. Msingi mkubwa wa kuhifadhi neema, wa kuchunga neema zetu nikumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu tunapomshukuru utupenda na akazilinda neema zetu, zikabakia kwetu zisiondoke neema zile, ikiwa ni neema ya uzima, neema ya afya, neema ya watoto, neema ya, ya mali na neema nyinginezo, basi neema hizi ili tuzilinde, tuzihifadhi, lakini zibarikiwe zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nikumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema

imesemwa ya kwamba kulikuwa kuna mmoja katika watu wema. Mtu huyu alikuwa na umri mkubwa sana, inafika miaka mia, lakini Allah Subhanahu wa ta'ala alimpa nguvu katika mwili wake kiasi ambacho alikuwa ni mzee, lakini anaweza kuchupa, anaweza kupanda milima, anaweza kukimbia. Siku moja alikuwa akachupa katika sehemu kubwa, watu wakashangaa. Basi yule mzee akasema, na alikuwa ni ni mzee lakini alikuwa ni mwanachuoni pia, eh alikasema: tilka aljawarihu hafidhnaha fi lsighari, hivi viungo hivi tumevihifadhi sisi wakati tulipokuwa wadogo, bitarki lmaaswi kwa kuwacha maasi, fahafidhaha llahu lana fi lkibari, Mwenyezi Mungu akavihifadhi viungo baada ya kwamba tayari tulishakuwa ni wazee. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alihifadhi neema kwa yule mtu, kwa sababu yeye alimtii Mwenyezi Mungu na hakumuasi Mwenyezi Mungu kupitia katika ile neema ya viungo ambayo kampa. Kinyume na hivyo, mtu ambaye anayekufuru neema za Mwenyezi Mungu akazikana, akazidogesha, akazidharau, akamuasi Mwenyezi Mungu katika neema zile. Basi Mwenyezi Mungu huziondoa neema hizo. Huu ndio msingi katika neema. Mtu ambaye anayekufuru neema, Mwenyezi Mungu humuondolea au humuondolea baraka katika neema hizo.

kilikuwa kina amani kina utulivu, kinajiwa na riski za Mwenyezi Mungu raghadan kwa wasaa, yaani riski nyingi zinakuja katika kijiji kile. Min kulli makanin, katika kila sehemu. Lakini kijiji hichi fakafarat bianumi llahi, kijiji kile, yani watu wa kijiji kile wakamkufuru Mwenyezi Mungu katika zile neema ambazo kawapa Mwenyezi Mungu, akafanya nini? Faadhaqaha llahu libasa ljui walkhofi, Mwenyezi Mungu akaondoa zile neema kisha akawagubika wao guo la hofu na njaa. Kwa nini? Bima kanu yasnaun, kutokana na yale maovu ambayo waliokuwa wakiyafanya. Kwa hiyo maasi, ndugu zangu Waislam, yanaondoa neema. Ndo bwana mshairi akasema: idha kunta fi nimatin faraha, utakapokuwa katika neema ichunge. Fain lmaaswi tuzilu niam, kwani kwa ni hakika maasi yanaondoa neema. wadawim fi shukri lilahi